Wananchi hawa, kuna mashamba yao yamefutwa hati, lakini mpaka hivi leo hawajakabidhiwa ardhi zao. Tuna shamba letu, wako na nguvu kazi, nyinyi mashahidi shamba ambalo lilifuta Mwalimu Nyerere miaka hiyo, leo limekuwa na mgogoro mkubwa, na wapo watu wamepewa ardhi kwa barua kama tulivyopewa sisi, lakini leo tunaonekana sisi kama hatuko kisheria, afu yeye mwingine naye alipewa barua kama sisi eti yuko kisheria, kwa kumkodishia mtu mmoja ekari mia tano ekari mia tatu Mtu yule anachukua shamba kwa shilingi elfu ishirini, leo anakuja kumkodishia mwananchi kwa shilingi laki moja, na akimaliza kuvuna mwananchi yule hekari moja anatakiwa atoe gunia tatu za ngoto. Hili ni jambo la kusikitisha. Nipo tayari kuwatumikia wakati wowote, iwe usiku iwe mchana. Mkinipa ridhaa Oktoba 29, tunakwenda kuboresha huduma za afya, tunakwenda kuondoa migogoro ya wakulima na wafugaji. Ndiyo nani utawala wangu, Mheshimiwa Rais, siku mia moja za kwanza tanyeuzuru Uchaguzi ulikuja mwaka mmoja uliopita, uchaguzi ulikuja, maamuzi yalikuwa mkononi mwako, ukakubali kitisho, ukachagua diwani wa CCM. Leo unakuja mimi, kazi yangu ni kukutetea wewe, ni kukusemea wewe. Uchaguzi ukifika, wewe huwezi kujisemea, we ni nani, ni nani? Tunakwenda kwenye uchaguzi. Shida za Kimamba shida za Kilosa sio za leo. Makini, weledi, uaminifu na uadilifu katika ardhi aliyojalia Mwenyezi Mungu ndiyo kitu kitakachowakomboa kutoka kwenye umaskini. Hakuna kitu kingine. Ukiwa dhaifu, maendeleo yatatoka kwako, yatakwenda kwa mtu mwingine, akitumia rasilimali ulizojaliwa na nanakwenda kuzuia matumizi yoyote ya ardhi iliyohifadhiwa au matumizi yoyote ya ardhi aliyopewa mtu mmoja au kikundi cha watu kimoja kisichobeba maslahi ya wengi kwenye